Mazingira yote yale tunaendana nayo kwa, tukajiorganize upesi, tukaenda mbele ya Mheshimiwa Franco Kiswaga, tukatoa hoja kwamba utaratibu uliotumika Franco Kiswaga ilikuwa ni shauri la uhaini, kwamba utaratibu uliotumika wa kubadilisha mfumo kutoka usikilizaji wa kawaida kwenda usikilizaji wa remote, na neno lilotumika, neno lilotumika kwenye sheria tunalisema kwa Kiingereza kesi za mbadala kwa njia ya mtandao, tuseme neno lilotumika ni remote proceedings. remote proceedings proceedings wote mna, mna kile kifaa cha kubadilishia channel nyumbani, kile kifaa ni mbadala wa kwenda kwenye tv kubonyeza. Maanake ni kwamba unafanya remote, maana unafanya ukitoka ukiwa mbali ndio maana ya remote, si ndio? mm -hmm. Kwa hiyo kama nilivyosema, tunaongea na mtanzania wa kawaida ili watu wasipotoshwe. Hata Biblia kama tulivyosema inakataza kupotosha watu, hata kama wewe ni waziri au wewe una cheo kingine chochote kile. Anyways, kwa tukatoa hoja mbele ya mheshimiwa Kiswaga kwamba wakati shauri linaahirishwa hatukuwa tumekubaliana kwamba tutakuja kwa njia ya mtandao. Njia ya mtandao au remote proceedings ni njia mbadala ya kusikiliza mashauri kwa namna ya kawaida. Na tukasema kifungu cha 186 kifungu kidogo cha kwanza cha sheria ya mwenendo wa makosa ya jinai kinasisitiza kwamba mashauri yote yatasikilizwa katika mahakama ya wazi, open court, isipokuwa pale ambapo vifungu vinavyofuata vinasema, pale ambapo kutokana na mahitaji mahususi basi mahakama inaarifiwa, halafu swala linaamuliwa lisikizwe lina kivinginevyo, kwa mfano mashauri ya ndoa kwa sababu ambazo ni logic, watu wanapobishana kuhusu haki zao za kindoa huwezi kujadili kwenye open court kwamba huyu anafanya hivi anafanya hivi, au mashauri ambayo yanahusu haki za watoto au yale mengine ambayo e, baada ya kujadiliwa na mahakama kutoa amuzi, anaonekana kwamba kwa, kwa maslahi ya umma ya mshtakiwa au ya shahidi yasikilizwe, e, tunasema kisheria behind camera, i'm sorry, in camera, kwa maana ya kwamba e, sio mahakama ya wazi. Kwa hoja yetu ilikuwa kwamba ni nani aliyebadili huu utaratibu wakati tarehe kumi hatukukubaliana hivyo, na tukatoa hoja kwamba pamoja na kwamba tunatambua kwamba kuna sheria ambazo zina kuna sheria ambazo zina govern, kuna sheria mahususi imetungwa na nchi yetu. Watu watasema maoni tofauti, ila ukweli wa Mungu ni kwamba historia sheria hii au kanuni hizi ni kwamba zilitungwa kipindi kile, wakati kuna janga la korona. Mmoja hapo ya watu wa kwanza kabisa e, Anyway, kuna jaji fulani majina yake yamenitoka kidogo, lakini alikuwa Mwanza huko, alitoa kwa kumbukumbu zetu mojawapo ya maamuzi ya kwanza kabisa ya kwamba katika registry ya Mwanza kwamba e, mashauri hayo yasi, mashauri ambayo hayalazimu sana mtu kuletwa mahakamani yasikilizwe kwa namna mbadala, na baada ya tutawataja baadaye majaji ni wengi na kazi nyingi tu jina limetoka kidogo, na baadaye sasa ndo zikatungwa kanuni hizi wenzetu wanaweza kuwa na maoni tofauti, but historia ndio hiyo. Kwa hiyo sisi tukatoa hoja kama nilivyosema kwamba ni, ni nani na kwa namna gani alimshirikisha nani, mshtakiwa alishirikishwa mawakili wake walishirikishwa mpaka e, mahakama kufikia uamuzi huo. Tukatoa na hoja nyingine kuhusiana na haki zilizovunjwa za mwisho mwalisu ambazo tutazungumzia baadaye. Mahakama katika uamuzi wake wa tarehe ishirini na nne mheshimiwa Franco Kiswaga Nafikiri tulitoa hoja masaa matano, nafikiri alitujibu baada ya dakika kama tano tu hapo hapo tu akatujibu. Anyway, hilo ni swali lingine ambalo sitaki kuingia nalo anyways, lakini hoja ya msingi ni kwamba mahakama e, ikasema kwamba kila kitu kiko sawa kwenye kesi ya mheshimiwa, mbele, mheshimiwa ya mheshimiwa Kiswaga. Ile ya uhaini inakuja tena tarehe sita. Kuna mambo ya ziada yatatokea, tutakwenda kuambia muda so mrefu, tunarudi kwenye kesi ya mheshimiwa Muhini yenyewe iliahirishwa ili iweze kusikilizwa kwa usikilizwaji wa awali. Tafsiri yetu ya kisheria, kama ninavyosema, ni kwamba usikilizwaji wa awali hauwezi kufanyika. Tafsiri yetu hiyo, ambaye atatukosoa <laughs> atatukosoka namna ambavyo yeye anavyotafsiri sheria. Na uzuri kama ndivyo kusema, ma hoja zetu tulizo, zitoa, na za wenzetu zinafanyiwa uamuzi tarehe sita. Kwa tukatoa hoja ya kwanza kwamba usikilizwaji wa awali hauwezi kusik... hauwezi kufanywa kwa, kwa, kwa nature yake, yani kwa, kwa, kwa kabila lake ukasikilizwa kwa njia ya remote proceedings kwa sababu tukasema, kwa mfano saini ya Lisu kwenye hoja zinazokubaliwa na ambazo zikubaliwa mtaipata wapi? Lakini pili, nani na kwa namna gani alibadilisha amri ya kumake? Kama kungekuwa kuna amri ya kesi kusikilizwa kwa njia mbadala, kwa maana ya report proceedings, tulitarajia wakili yoyote anayejitambua anafahamu kwamba amri kama haijasemwa kimahususi inakwenda kama mazoea ya yalivyo na maelekezo ya kawaida ya sheria. Sasa mahakama mbele ya Mheshimiwa Mwini tarehe kumi ilisema kesi itakuja kusikilizwa awali tarehe 24 mwezi wa nne. Ghafla saa tatu usiku, saa mbili ya tarehe 23, tunatuma message kwamba kesi kwa kesiaukatoa hoja. Nani alibadilisha na alikana na nani? hata kama kweli chini ya kifungu cha nne cha kanuni hii sheria hii eh, kanuni hizi za uendeshaji wa wa, nini wa wa remote proceedings ambao almaarufu sasa hivi wote tunasema mtandao, tutumie jina hilo hilo, ila sio sio tafsiri rasmi. Kama nilivyosema, tafsiri rasmi ya kisheria inaitwa remote proceedings and electronic recording, sawa? So, usikilizwaji wa, wa mbali. Kifungu cha nne kinasema mahakama inaweza either eh, kwa kuombwa na upande wowote au kwa mamlaka yake yenyewe kuamuru kwamba shauri lisikizwe kwa njia ya mtandao. Fair enough. Hoja yetu ya msingi ambayo tumeitoa ambayo tunataka tuifafanue kwa wananchi wote wakiwemo mawakili wenzetu wanatusikiliza, mpaka watoto wa vyuo huko, ni kwamba hata kama kifungu kipo kimya, lakini kifungu chochote ambacho kinaipa mamlaka mahakama au taasisi nyingine ya kutenda jambo fulani, kwenye kifungu hicho lazima isomwe haki ya kusikilizwa. Na ndio maana tukasema hata Mungu mwenyewe aliwaita Adam na Hawa, ingawa yeye ni omnipotent as, hakusema tu kwamba mimi ni Mungu nimewaumba na wapa adhabu. No, no, no, no, aliwaita ili angalau kuchakata ili, u, u, ini, ini, e, uamuzi wake sawa. Na sisi hoja yetu ni kwamba pamoja na kwamba kifungu cha nne cha hii kanuni ambayo inaitwa e, e, e, judicature and applications of laws katika mabano remote proceedings and electronic recording, kwa tafsiri sio rasmi kanuni za kuendesha mashauri kwa njia ya mtandao niseme e, ambao ni chapisho la serikali, kama notes namba 37 la mwaka 2021, pamoja kwamba vinaipa, vinaipa mamlaka mahakama ya kutoa e, maamuzi ya, ya kusikiliza kesi kwa njia mbadala, lakini unapaswa kuwashirikisha wadau, uambie na sababu kwa nini kwa sababu haki sio tu itendeke, lazima pia ionekane imetendeka mahakama inaposhirikisha watu, kama ambavyo kwenye familia mnapofanya uamuzi, wewe unaweza kuwa umeshaamua, lakini unashirikisha wazazi, unawapa comfort kwamba kuna utendaji haki. Sasa mahakama imefanya ilivyofanya, wenzetu wanasisitiza kwamba mahakama ilikuwa ina ina ina mamlaka. Sisi si swali letu ni kwamba fair enough, lakini nini hasa kilichopelekea? Sasa umemsikia waziri Bashungwa mwenzangu Jebra atakuja kuwa ametoa siri sasa Waziri Bashungwa ametoa siri kwamba na, na uzuri ni kwamba ametaja na hii, tutakuja kuzungumzia ukosefu wa busara wa viongozi wetu. Unapokuwa waziri wa mambo ya ndani, unapaswa ujionye sana kabla hujaongea vitu ambavyo kisha tunasema ni subjudice au ambavyo inaenda kugusa kesi. Sasa sisi mahakamani tumebishana iwapo ilikuwa ni halali kwa mahakama kuamuru kesi isikilizwe kwa njia ya mtandao na uamuzi wake unakuja mbele ya Mheshimiwa Mwini tarehe sita. Waziri anaenda kuongea na maaskari, si maaskari magereza, anasema kwamba mahakama tena, ni utafikiri yeye waziri wa mambo ya ndani ni msemaji wa mahakama, anasema kwamba tunapopata taarifa kama vile CHADEMA sio wamefanyaje maandamano na nini, mahakama inaweza ku, kuamua, kusikil, nini, ku, ku, ku, kuamua kusikiliza kwa njia ya mtandao kwa sababu mbali mbali mbali. Sasa hiyo ni kuvunja msingi wa Subjudice kwa sababu swala hili linasubiri uamuzi tarehe sita, iwapo ni sahihi au la kwa mahakama kuamuru kesi isikizwe kwa njia ya mtandao. Wakati tarehe kumi imeahirishwa kulikuwa hakuna hiyo amri ya namna hiyo. Sasa ilibadilishwa lini na je ilikuwa ni sahihi? Na tukasema katika kanuni ya kumi ya kanuni hizo kanuni nini namba 37 ya mwaka 2021 kuna masharti kwamba kabla ya usikilizwaji Lazima pande zote zipewe notice ya siku saba. Sasa sisi tukatoa hoja kwamba mteja hajapewa notice ya siku saba, mawakili tumetuma message jana yake saa tatu. Yaani tukajiongeza tu. Kwa tukasema sio sahihi na mahakama ijitazame upya kama ilifanya sahihi. Tunasubiri uamuzi mbele ya mheshimiwa muhimu kwenye kesi ya kuchapisha habari za uongo tarehe sita. Waziri amekwenda kwa Kiingereza tunasema he let the cat out of the bag. Hivi mnamweka kwenye nafasi gani hakimu muhimu? ambaye anakwenda kutoa uamuzi kwenye swala hilo tarehe sita. Una, unampa majibu ya mtihani kwamba aende akaseme kwamba hata waziri ameshasema kwamba, e, kwa sababu za kiusalama tumesikia kwamba Chadema walitaka kufanya nani, kufanya maandamano na vurugu, that's the bottom line. Ndio tunasema viongozi wetu wawe na busara. Ukiwa waziri e, wewe ni mtu mzito kabisa, na mheshimiwa Bashungwa e, kwa heshima zote na taadhima, na nafahamu nafahamu yeye anafahamu. Madhila ya mchakato wa kisheria. Je, angekuwa ndugu yake au mwanafamilia wake anachakato wa kisheria, angetoa matamko katika namna malivyotolea? Naishia hapo, ananielewa, namwelewa. It's not personal, tunatetea maslahi ya mteja wetu, lakini e, unapotoa tamko ukumbuke kwamba linafanya kazi mbele, lakini pia inawezekana kuna mambo yalitokea nyuma ambayo hayakuwa hivyo kama unavyosema. Hivi kweli wewe una ndugu yako eh? Ana, anapigania haki yake mahakamani kwamba ndugu zako wakatazwe, kwa sababu tu wakatazwe kwenda kumpata comfort, kumkumbatia, don't worry mambo yataisha e, kwa sababu mahakama imekaa yenyewe ikaamua kwamba shauri sikizwe kwa mtandao? Kweli ndicho ambacho anatuambia waziri wetu huyu wa mambo ndani. Ya tunamwalika a reflect upya, lakini kisheria, la muhimu kuliko lote ni kwamba amemweka hakimu muhimu katika a very difficult position, kwa maana kwamba hivi sisi mawakili wa Lisu na Lisu mwenyewe tutajisikiaje akienda akaamua kwamba mahakama ilifanya sahihi kabisa? Kwa nini tusijisikie kwamba kuna, kuna mawasiliano yasiyo rasmi kati ya mahakama na jeshi la polisi? Na sio maneno yetu, hatukuwahi kusema sisi haya, lakini yeye mwenyewe amesema, inawezekana polisi wakapata taarifa za intelligence alafu ndio mahakama ikafanya uamuzi huo. Sasa tunajiuliza, alikuwa anataka kutupa ujumbe gani kisheria? Sisi mawakili walisu chini ya kanuni hizi, kwamba kwenye kesi iliyoko mbele ya mheshimiwa Mwinyi ambayo inakuja tarehe sita kwamba kulikuwa u ku, polisi waliipeleka mahakamani taarifa za kiintelligence bila sisi kushirikishwa na mteja wetu, au anataka kutuambia nini? Tunamwomba a reflect na yeye na wenzake wote, mara moja wasitoe kauli yoyote ambayo inaweza kutafsiriwa kama tunavyotafsiri sisi kwamba inakwenda kuingilia utendaji huru wa mahakama, kwa sababu kama nilivyosema, mnaiweka um, um, mahakama yetu katika nafasi ngumu kabisa. Mweshimua Mwini sasa ataamua nini baki? Akiamua vinginevyo, sisi tutaona kama ni mwendelezo wa yale aliyosema waziri Bashungwa.